Zingiziwa tumekuwa wanufaika wa miradi mingi ambayo imeenda kugusa maisha ya watu katika kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuanze kabisa katika swala la afya, kwa sababu afya ndio benki ambayo iko hai muda wote hmm. Wakati tunaingia madarakani elfu mbili na ishirini Zingiziwa tulikuwa tuna, tuna kizahanati ambacho lile paa lile lilikuwa lina, linataka kushuka okay. kwa hiyo baada ya wananchi kutupa dhamana mm -hmm, tukahakikisha kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge tukaweza kujenga kituo cha afya chenye zaidi ya thamani ya milioni mia saba mm -hmm. Na sasa hivi kinafanya kazi na mwingi ulifika pale ukazindua, lakini haikuishia hapo. Tukaenda pale katika mtaa wa Zogoari kwa sababu kata yangu ni kata kubwa sana ina idadi okay, kubwa sana ya watu na inaongezeka kila muda kwao. Pale kuna mtaa mwingine unaitwa Zogoali kwa sababu hmm, na mitaa nane, na pale na penyewe tukaenda tukajenga zahanati, lakini ikaboreshwa kwa kiwango kikubwa sana, mpaka kina mama wanajifungulia pale. Oh, zaidi ya milioni mia tatu. Haikutosha hapo bado, tukaenda katika mtaa mwingine tena, Nzasa, zaidi ya milioni mia tatu. Kwao katika hichi kipindi cha Daktari Samia ni zaidi ya bilioni moja imewekwa pale katika swala zima la afya, ili kuua zile hospitali bubu ambazo zimekuwa hazina hazina tija, lakini vile vile kuondoa changamoto ya wananchi kwenda umbali mrefu kupata matibabu. Lakini pale nzasa bado hapajaanza kufanya kazi. Juzi katika bajeti, mlinisikia nilikuwa nazungumzia swala zima la ujenzi wa vyoo ili paweze kufunguliwa na namshukuru sana mkurugenzi na mstahiki meya wa jiji, walipitisha wakasema tayari umeshapitisha na timu ipo kwao. Ni mategemeo yangu katika suala zima la afya. Tunamshukuru sana Daktari Samia. Zingiziwa imekula dodo.